Shairi: Miji yetu kwa yakini, kidogo kama Sodoma, hahitaji makini, kwa mwenye macho mazima, utaona walakini, mradi ukitazama, wanazini hadharani, wana kwa watu wazima, yafanana na Sodoma, miji yetu kwa yakini. Beti wa pili. Miji yetu kwa yakini, kidogo kama Sodoma. Wanazini hadharani, wana kwa watu wazima. Wanatafuna maini, vijana kwa kina mama. Hawana haya nyusoni, wameharamisha wema. Yafanana na Sodoma miji yetu kwa yakini. Ubeti wa tatu. Miji yetu kwa yakini kidogo kama Sodoma hawana haya usoni. Wameharamisha wema baba na binti ndani. Wanacheza lelemaa, marjali wa mbioni kujipagaza umama. Yafanana na Sodoma miji yetu kwa yakini. Ubeti wanne. Miji yetu kwa yakini kidogo kama Sodoma, marijali wa mbioni kujipagaza umama, wamekataa dini toka tumoni mwa mama, wadai wataliani watajirishia mapema, yafanana na Sodoma, miji yetu kwa yakini. Miji yetu kwa yakini kidogo kama Sodoma, wadai ufirauni watajirisha mapema hivyo mambo ya kigeni yametunukiwa dhima waonapo fuoni nusu uchi wa mnyama yafanana na Sodoma miji yetu kwa yakini. Ubeti wa sita miji yetu kwa yakini kidogo kama Sodoma waonapo fuoni nusu uchi wa mnyama watu hawana imani umezidi wasama wa na viongozi wa dini kuabudu darahima yafanana na Sodoma mji yetu kwa yakini. Ubeti wa saba. Miji yetu kwa yakini, kidogo kama Sodoma, na viongozi wa dini, kuabudu darahima, wamekeuka yamini, kati yao ya narahima, wamemwasi manani, na kusahau kiama, yafanana na Sodoma, miji yetu kwa yakini. Ubeti wa mwisho Miji yetu kwa yakini, kidogo kama Sodoma, wamemwasi manani na kusahau kiyama, ya ilhai tuauni, tuwe watu maamuma, tukue katika dini, siku zetu za uzima, yafanana na Sodoma, miji yetu kwa yakini. Maswali: Bainisha bahari ya shairi hili ukijikita katika ruwaza zifuatazo. Ruwaza ni kipengele. Ruwaza ya kwanza ni mishororo. Tunaona kwamba shairi hili lina mishororo mitano. Mishororo ni mistari: moja, mbili, tatu, nne, tano. Hivyo ni takmisa. Vina, tunaona shairi hili ni aina ya mtiririko iko katika bahari ya mtiririko kwa sababu vina vya ndani na vya nje vinatiririka vya ndani ni nini nini ni kutoka mwanzo hadi mwisho na mwisho ni ma ma ma ma kutegemea maneno shairi hili ni la kikwamba kwa sababu wamerudia mchororo katika kuanza ubeti um, unaofuata hebu tizama naona kwamba Uh, mshororo wa kwanza na wa pili huangalia mishororo ya miwili ya mwisho iliyotumika katika ubeti wa uliotangulia. Hivyo mm, kinakuwa ni kikwamba, kuna kurudia, rudia. Eleza muundo wa shairi hili. Muundo ni jinsi limeundwa kwa nje. Ukiangalia shairi hili lina beti nane shairi hili lina mishororo mitano kwa kila ubeti. Kila mshororo una vipande viwili. Shairi hili a, lina mshororo wa mwisho ambao umerudiwa, yafanana na Sodoma, miji yetu kwa yakini. Vina vya ndani na vina vya nje vimeweza kutiririka tangu mwanzo hadi mwisho. Bainisha mbinu zifuatazo za kimtindo katika shairi hili la matatu. Tashbihi kwa mfano, uh, miji yetu kwa yakini kidogo kama Sodoma. Alafu kuna taswira. Taswira huweza kujitokeza kupitia uh, milango ya fahamu: macho, mapua, mwendo, mguso na kadhalika. Kwa mfano, kuna taswira huwa unapo ufuoni nusu uchi wa mnyama. Hivyo tunapata picha halisi ya jinsi uh, watu wa kisasa, kizazi cha sasa wanapokuwa ufuoni, wanakuwa nusu uchi. Pia tunaambiwa marijali wa mbioni, hivyo kuna taswira mwendo. mm -hmm. Tasfida, tasfida ni kutumia lugha safi uh, kwa mfano badala ya kusema mama ni mja mzi eh, ni ana mimba, unasema mama ni mja mzito eh, hivyo tukiangalia katika shairi hili kuna um, baba na binti ndani wanacheza lelema. Lelema ni aina ya ngoma juu ya baa, hivyo kutu wake okay? Kuonyesha kwamba baba na binti unapata wanafanya tendo la ndoa hmm. Hivyo kuonyesha uovu uliopo pia, ambapo tunaambiwa wanatafuna maini haya hmm. <laughs> Eleza toni ya shairi hili, ni ya kusikitika au uzimanzi? Ukisoma hata maneno ambayo ametumia the diction eh. Uteuzi wa maneno yenyewe unaonyesha kwamba anasikitika jinsi miji ya ilivyo hmm. kidogo kama Sodoma. Ha. Bainisha nafsi nenewa katika shairi hili. Naam, ni mtazamaji anaposema kwamba waonapo fuoni nusu uchi wa mnyama, watu hawana imani, umezidi uhasama. Ni mtazamaji. Ehe, ni anayenenewa ni tofauti na nafsi nini, pasona hmm. nafsi nenewa ni na yule anayezungumziwa. haya Fafanua dhamira ya mtunzi wa shairi hili, alama mbili. Dhamira ni lengo, lengo la mtunzi wa shairi hili ni kuweza kutuhamasisha kuhusu miji ilivyo, na pia kutushauri, anaposema tukue katika dini siku zetu za uzima. Anatushauri na kutunasihi pia. Aa, anasikitikia Dhamira uh, ilikuwa ni kusikitika na kuonyesha msimamo wake kuhusu uh, mambo ambayo yanafanyika mjini. Andika ubeti wa tatu katika lugha tutumbi. Lugha tutumbi, utaondoa koma, uandike katika lugha ya kawaida. Ubeti wa tatu: miji yetu kwa yakini, kidogo kama Sodoma, hawana haya nyusoni, wameharamisha wema, baba na binti ndani wanacheza wanacheza lele mama, rijali wa mbioni, kujipagaza umama, yafanana na Sodoma. Utasema labda mtunzi ana sikitikia miji ilivyo kama Sodoma. Watu hawaoni haya, wameweza kuharamisha wema. Baba la binti wanafanya tendo la ndoa, nao vijana wanafanya usagaji, alafu useme kwamba yanafanana. Anasisitiza kwamba miji yetu imekuwa kama Sodoma. Tumia maneno yako, mradi usipoteze ujumbe ulio wepo. Uandike kwa lugha ya fululiza. Fafanua maana ya maneno haya kama yalivyotumiwa na mshairi. Manani kwa maana ya Mola. Lazima uzingatie muktadha. Uh, wamemwasi Manani, wamemwasi Mungu. Marijali, marijali wa mbioni kujipagaza umama. Marijali pale inamaanisha watoto wa kiume ambao wameunga vijana wavulana naam. Hadi wakati mwingine, nimekuwa na dhako vikirubo zidi kusubscribe shaana hata kulike na tuweze kujadiliana. Hadi wakati mwingine, kwa heri.